Hathihi madrasatun, hii ni shule. Hathihi shamsun, hili ni jua. ikiwakaiuaaaf leo tunaashiria ituombali ambali. Tilka shamsun, lili ni jua. Tilka darun, ili ni nyumba. Tilka habibatu, i ni habiba. Tilka safiatu, safia u tilka

Hadha Husain, huyu ni Husain. Hadha qamis, hii ni kanzu. Kwa upande wa kike inakuwa hadhihi Ruqayyah, huyu ni Ruqayyah. Hadhihi hadiqa, hii ni bustani. Hadhihi Khadija, huyu ni Khadija. Kwa vitu vya mbali kwa ni dhalika, kwa upande wa kiume: dhalika muadhin, huyu ni muadhin. Dhalika Muhammad, huyu ni Muhammad. Kwa upande wa kike tilka mumarridah, huyu ni muuguzi au tilka baydah, hii ni yai adaaa nkuhicho ni kuku. Hicho ni kitu ambacho tutajifunza kwenye somo inshallah. Ala, taona ule usulubu ambao tulijifunza usulubu, kuulizia kitu cha usulubu, kuulizia kitu cha nani. Hiki saa'atu Abbas hadhihi, je ni saa Abbas hii. Ikiwa mbali, saa'atu Abbas tilka, je ni saa Abbas ile. Wallahu ta'ala a'lam.